sana kukaribishwa katika studio hii ya Mkundi Promotion ambayo iko Arusha, sehemu moja inaitwa Njiro. Labda ndio jina langu naitwa Sudi Ali. Sipendi. Sipendi mtu aniite Steve Nyerere. Naitwa Sudi Ali. Mkongwe katika tasnia ya filamu. Okay, wachana na hiyo. Nikiongea maisha mafupi ya sanaa na safari yangu katika sanaa ni kwamba mi nimeanzia kufanya um, michezo ya kuigiza katika TV za ITV, TV za Dar es Salaam ni ITV na pia vile vile Star TV ambayo nilifanya kwa takriban miaka mitatu. Uh, baada ya hapo tuka- nikajaribu kubadilisha upepo nikaingia katika swala zima la filamu. Nilianza kuwa kama mwigizaji wa kawaida, baadaye nikawa mtunzi. Ndani ya utunzi huo nikawa na produzi, nikiwa na maana nazalisha, nikawa na direct, nikiwa na maana naongoza, na vile vile nikawa na distribute, nikawa nikiwa na maana kama na nasambaza kazi ambazo nazifanya mimi Nisifanya muda mrefu sana katika, sio muda mrefu of course, lakini kazi nilifanya nyingi, naona kama ni muda mrefu. Niko nasambaza mpaka kwa watu wengine, wanawasambazia watu wengine, wanatengeneza kazi zao, wanaletea mimi, mimi nafanya ile distribution. Kuna matatizo yanatokea, ambayo ni ya kawaida, tusitaki kiongo kuongelea. Asante. Kwa hiyo tukiendelea katika swala zima la safari yangu ya sanaa, uh, sasa hivi nafikiri jamii haijaniona kwa muda mrefu sana. Na mtu unapopumzika kwa muda mrefu, ni kwamba yani unategemea kujipanga upya, utoe kitu kipya kisifanane na kile au na vile ulivyofanya nyuma. Ndio maana leo niko katika studio za Mkundi Promotion, kwa sababu ameniita kuja kufanya kazi zingine hapa Arusha. Nimekuja hapa, ni kwamba yani wana mambo mapya mikakati endelevu wamenipanga kwa ajili ya kazi kwa naomba um, tujaribu kuangalia kazi zilizotoka kwa, za, za, za, Mkundi Promotion yeah. Safari yangu ya sanaa nafikiri tumejua imetokea wapi imeishia wapi nikakwamia wapi, lakini kwa malengo maoni, nahitaji kufanya kazi na mtu ambaye ana mikakati katika katika maendeleo ya tasnia nzima. Nimefanya kazi na wasanii wa Arusha nikiwa kama direct ni kwamba wana vitu vingi vingi vizuri na vipya. Tumezoea kuona wasanii wa kibongo wakifanya kazi sawa, lakini kazi wanazofanya ni zile zile, itakuwa kama ni ni cheni ambayo inazunguka pale pale. Lakini hapa Arusha kuna vitu nimeviona, natamani kufanya nao hapa, ili ni tujaribu kuondoka sasa kwenye ile chain yani, tumezoea kuona sura za wasanii wa kibongo wa kibongo wa kibongo wa kibongo. Sasa tunaanza ya kuona watu wa arachuga sawa. Eh, ukiangalia studio ambayo niliyoko hii hapa, kama kameramani tunaruhusu yani tuzunguke yani ofisi kwa ofisi, mkurugenzi jinsi alicho kitu alichokipanga ni kwamba yani hakuna kama wapo, ni wachache wasanii wa da ma producer wa da wana vitu kama hivyo, siongei kwa umbea wala kwa unafiki wala sihitaji naoti. <laughs> Naongeaki kweli, ni kwamba kujipanga kwa, na watafika mbali, Mungu atasimamia. Uh, matarajio yangu ya baadaye ni kwamba sanaa ndio kazi yangu, naiamini sanaa hata nisipate matarajio nisipate mafanikio yote kupitia sanaa lakini nikimtoa tu mtu kumpa sapota yangu ya ushauri uwezo wa kitu hiki na hiki na hiki, ndio matarajio yangu. Anipa sante natosha, Mungu ataipokea. Matarajio yangu mimi yani ni kuzeeka nikiwa ndani ya sanaa na kampuni endelevu. Najua na mimi mwenyewe nitaendelea, ndio nitapopata matarajio baada ya kazi yangu. Watanzania, sitaki kuongea na watanzania tu naongea na, na fansi wangu naongea na audience popote walipo, ni kwamba n, yani, wategemee kitu kipya, kazi mpya ambayo haijalaa, kazi ambayo iko kwenye motion ya kuelimisha jamii, ya kufundisha jamii na kuifanya jamii yani um, kitu ambacho walikuwa wakifahamu. Sijui niongee kwa namna gani? Yani lakini ni kwamba n yani, um, wategemee kazi nitakayoifanya kupitia hii studio ya Mkundi Promotion ni kwamba yani, ni kazi itakuwa si ya Kitanzania kivile, ya kukweta tatizo la Tanzania, lakini itakuwa imekaki kinje zaidi yani, lakini sio zile vi pichu pichu sijui vitaitaje um. Mimi napenda kuongea na wasanii chief kids, ila naomba usijiite chief kids, usiniite chief kids kama kweli una uwezo kuplay una uwezo wa kucheza sinema aina yoyote, wewe sio chekiz, wewe sio chekiz. Angalia role model wako amesimamia wapi, kama ni wa kike au oh, wa kiume kasimamia wapi katika swala uwezo wake wa kuigiza. Kwa hiyo ukimshona kase- ah, yule yuko yule, itafikia, usiseme hivyo. Wewe sema kama chifikizi basi, useme mimi naenda kuchuana na yule mtu ambaye amesimamia kule juu na na uwezo uwezo wako ingia ambao unaweza kweli yako moja mbili unaweza kuperform kweli kweli muvi yako moja mbili, yaani ndani na nje nchi, unachofahamu ee bwana, mimi ndo mdomo wangu.